Nabii Musa akarudisha ujumbe akamwambia anaambie Ibilisi. Amuuliza Musa, haya akasemaje Mungu? Ambia, Mungu akapokea maombi yako wala hana tatizo na wewe, hana ugomvi na wewe. Asema tatizo lenu nyinyi mlipokosana sana ilikuwa ni kumsujudia Adamu. Nenda pale kaburini, kamsujudia Adamu. Akasema Musa, waache, ambia kwa tatizo gani? Akamwambia nimeshindwa kumsujudia akiwa hai Leo nikasugie kaburi? Huu ni uenda wazimu. Kama sikumheshimu kwa kumwona yuko hai, nitaheshimu ile dongo amba kashakufa? Sasa hivi endelea na shughuli zako Msa, kwa aliwezekana. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba mwanao kama ashindwa kukuheshimu, japo japokuwa sifanishi mwanadamu na, na ibilisi, lakini achukulia tu mfano kiakili kwamba kama kashindwa kukuheshimu ukiwa hai, ukaomba kitu akakunyima, ataheshimu kaburi halimjibu, halimdhuru, halimfanya chochote. Sasa tuu, ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa dalili za mtoto ambaye ni mwema, anasikilizwa kwa Mungu. Wewe mwenyewe nyumbani, wanufaika vipi na mwanao? Kwa sababu maisha yamekuwa sasa hivi ni kuaniana, maisha yamekuwa sasa hivi ni baba muwe mtoto au mtoto muwe baba, watu atowanavikoa hatua ilofika na ukichelewa wewe, mwanao wa kumaliza, yuko wapi yule mtoto ambaye akuhurumia wewe ukiwa hai? Mtoto mwema anavyotakiwa katika jamii ya Kiislamu. Ndio maana nikasema, nyinyi tayari wazee wetu mnao watoto, hali zenu tayari ni vile kwamba utakapokuwa nitakapokufa mje mnizike, nizike nikiwa hai ndio kinachotakiwa, yaani nifanyie kitu. Ni kushukuru mwenyewe, ukiona na kuambia asante, washuhudia kwa macho yako. Sasa kinachotakiwa katika Uislamu mtoto aichukue familia ya baba na mama. Wamebaki wawili tu, wote washakuwa wakubwa, wa kike wameolewa, wa kiume washaoa wa. atakiwa yule mtoto, mtoto mwema ambaye wanufaika na yeye kuanzia duniani anaanza kuichukua familia baba na mama anawahesabu, ni sehemu ya majukumu yake, yani ni sehemu ya watoto wake. Anavyohesabu mtu kwamba mwanangu, kala fulani, uko wapi? Basi muone hapa kwenye kula, lazima upige bajeti kwamba nyumbani wako watoto watatu, watatu wanne pesa inayotosha kwenye kula ni kiasi fulani. Baba na mama watiwe katika hesabu, yani katika utafutaji wako uwaingize katika hesabu hiyo, wawe kijijini, wawe mjini, ujue wazazi wamekula nini, wanavaa nini, afya zao zikoje? Ni nani kati yetu kafanya hivyo kwa wazazi wake? Lile nizike nikiwa hai, hii ndo maana yake. Umfanyie kitu mzazi anaona kabla hajafa, anakwambia mwanangu asante. Wa na walillahi alhamdu. Wazazi wetu wote, wazazi wetu wote hakuna ambaye kashawahi kupewa pesa na mwanawe akalalamika hii ni ndogo. Huyo mzazi hakuna, mzazi huyo hakuna Mtoto asaka toa pesa, mpa baba yake au mama yake, shilingi elfu tano shilingi elfu kumi halafu mzazi alalamika pesa gani? haya hayo analalamika wanawake wa nje, lakini mzazi halalamiki vitu kama hivyo. Kidogo kikubwa, anasema alhamdulillah, mwanangu, Mungu akuzidishie. Hatutaki hizi dua. Kwa hiyo faida kwanza ya mtoto, ujue kwamba unanufaika vipi na yeye hapa hapa duniani. Ni dalili ya kwamba hata ukifa ana huruma na wewe, kwamba baba yangu kweli hananyongeza kule ategemea mimi liokuwa sasa hapa duniani. ni nani kati yetu kawaingiza wazazi wake katika bajeti yake ya kila siku? sili mimi mpaka wazazi wangu wawe wamekufa. ni nani Hakuna. Sasa mtoto huyu asimame kwa Mungu, amwambie Mungu na kuomba, msamehe mzazi wangu kasha fariki, ni muongo. Yaani wewe ulikuwa lala nje, hakusaidii pale nyumbani, wakul rabi rahimhuma kama rabbayani saghira. Atakiwa mtoto aseme ya Rabbi warehemu wahurumie wazazi wangu kama walivyonihurumia mimi nikiwa mdogo. Lakini wakati huko mdogo kuna vitu ulikuwa vingine waagiza vingine wala hujui hata thamani yake. Mzazi au kataza kitu wewe hujui, wakitaka hivyo hivyo, anajua kwamba hiki kina hasara kwa mwanangu, si mpi akupa kinachokusaidia wakati ule, kwa maslahi yako. Twalipa nini kwa wazazi wetu? Walipa nini wakitushuhudia kwa macho? Ndio nikasema yatakiwa kwanza mzazi ashuhudie neema za kutoka kwa mwanawe akiwa yuko hai, tusubiri mzazi kafa. Tusiwe hivyo, kwa sababu miongoni mwa mwa mambo ambayo yana, ni dalili ya mtu kujibiwa maombi ni vile anavyoishi yeye na wazazi wake. Kuna kisa na ni hadithi ya Mtume yuko katika, katika riwaya ipo ya hadithi. Mabwana wale watatu walienda sehemu katika safari zao jua likachwa, wakaona sasa hivi nabidi tupumzike, safari tuianze kesho. Wakaingia sehemu kwenye pango. Walipoingia pale pangoni kwa maana walale, asubuhi waondoke. Likazuka jiwe, likaanguka jiwe, likafunga mlango ambao wameingilia. Wakajiuliza, tufanyeje? Tulisukume, hatuna nguvu ya kusukuma ili jiwe likaondoka. Mmoja katika wale asema, hapa hakuna kitakachokusaidieni ila ni kumuomba Mwenyezi Mungu kupitia matendo yenu mema. Akaanza mmoja akasema, ya Rabbi, nilikuwa mimi nina binti wa ami yangu ambaye ni binamu yangu, yani ni binti wa ammi yangu. Si tumezoea ya binamu ni shangazi kwa mjomba? Ibn ammi ni mtoto wa baba yangu mdogo au baba yangu mkubwa, ndio binamu, sio shangazi kwa mjomba ibn ammi, ni mtoto wa baba yangu mdogo au baba yangu mkubwa. Basa sema nilikuwa na mtoto wa baba yangu mdogo mwanamke, nilikuwa nikimpenda kuliko kawaida ya watu kawa wanakowapenda wanawake, lakini nikamtaka tufanye zina. Yule binti akakataa, nikabembeleza mara kubembeleza, akakataa ikazunguka miaka, ukaja mwaka wa njaa, akaja akanijia mwenyewe kwangu chumbani. Kiswahili kimtaani mtaani, tutasemaje mbuzi kafia kwa muuza supu, chukua kisu tu. Lakini yule bwana asema, kaniibukia mwenyewe, kaja kwangu, akaniomba, naambia kaka, nina shida nina shida na hela, nina tatizo, nina njaa, asema. Nikamwambia mimi siwezi kukupa, ila ufanye kile ambacho nilikuwa nakitaka siku zote. Akamwambia kwa leo nilivyo, nitafanya, kwa sababu nina shida. Zikatolewa nguo, watu wakaingia, asema. Nilivyomkalia kutaka kuanza lile jambo, na nguvu zote zishakuja kwa ajili ya lile jambo, alisema itaqilla, muogope Mungu, usifanye hivyo, ila kwa idhini kutoka kwa Mungu, ila ikiwepo ndoa ndio ufanye hivyo. Asema, nilishuka pale nikamwachia zile pesa. Yarabi, kama niliacha kufanya vile kwa kutaka radhi zako, ondosha hiki ambacho kimetufungia mlango, tutoke. Lile jiwe likasogea kidogo, lakini bado hawawezi kutoka. Akaja wa pili, yarabi, nilikuwa nimewaajiri vibarua niliwalipa wote, ila mtu mmoja aliniachia pasenti yake kwangu, hakuchukua hela yake. Mathalani nimeachwa shilingi elfu tano, akapotea yule mtu. Kakaa muda mrefu ile pesa, akaona yeye maisha yake yameenda mpaka kafeli, imebaki ile hela ya watu, akaona hii hela nitaitumia, bora nizalishe. Akanunua mifugo, akanunua mbuzi. Mbuzi wakawa wengi, akaona mbadilishe na ng'ombe akabadilisha na ng'ombe. Ng'ombe wakawa wengi, akabadilisha tena na ngamia. Akawa na ng'ombe wengi na mbuzi wengi, ia, akawa na ngamia wengi. Yule bwana siku ya siku akaja akamwambia, ya Abdallah, itakillah, ewe mja Mungu, mche Mungu, nipe haki yangu ambayo niliacha miaka ile. Akamwambia, kila unachokiona hapa kimetokana na ile elfu tano yako ya kipindi kile. Akamwambia, usinifanyie masihara nipe kile changu. Nimwambia, wallahi billahi tallahi, hiki chote unachokiona kimetokana na, kime na ile haki yako nimeizalisha tu, umechukua haya, umeniacha kidogo haya, lakini ni haki yako. Yule bwana aliziondoa zote, mbuzi kachukua wote, ng'ombe kachukua wote, wote kachukua, wote, ngamia kachukua wote, hakuacha chochote. Yule bwana asema, ya Rabbi, kama nimefanya hivi kwa kutaraji radhi kutoka kwako, kusema ukweli, huu tuondoshe hili jiwe tupate kutoka. Jiwe likasogea tena kidogo, lakini bado hawawezi kutoka. Akaja mtu wa mwisho akasema, yarabi, nilikuwa na wazazi wangu, nilikuwa sitangulizi chochote katika matumizi yangu mali, yani kuuza wala kula, nawapa kwanza wazazi wangu, halafu mimi ndo nitumie. Siku moja nimechelewa kukata miti, narudi na wazazi wangu wamelala nikasimama na glasi mkononi ya maziwa, nataka waamke wazazi wanywe kwanza, halafu baada ya hapo ndo kinachobaki ni, ni, wape wanangu, ni nataka, wa wanangu kinachobaki niuze. Nilisimama mpaka asubuhi ndipo wakaamka, nataka natafuta radhi zao wakiwa wako hai, niwape kwanza wale, halafu ndo niwape wanangu, kama nilifanya hivi, ya Rabbi, kutaka radhi zako, tuondoshee hi hili jiwe, tupate kuondoka. Jiwe likasogea pembeni, watu wakapita. Hawa watoto hawa, toto, hawa ambao wanaweza kusema kwa Mungu akasikilizwa, angalia atakuwa zao. Ndio maana wiki ya jana niliuliza, yupo huyu mtoto kwenye nyumba zetu? Tatizo siku za yasije akawa ya yale nayosema, ya kuwa watu wamezaa kutoa uchafu matumboni mwao, isije kawa hivyo. Kwa juhudi katika malezi zifanyike kwa faida yetu sisi wenyewe zifanyike juhudi kwa maslahi yetu sisi wenyewe. Lakini njia ya hivyo Waislamu ni uongo, tutashikwa mikono siku ya kiyama, ya rabbana hudh lana hakana min hadha rajul, tuchukulie haki zetu kwa yule mtu kukutenda haki. Kwa hiyo alama ya kuwa mtoto ni mwema ionekane kwanza hapa hapa duniani kabla mtu hajakufa yaani, we mwenyewe ushuhudie sadaka yako unayoitoa, mnuilie baba yako, mwambie Mungu nina langu hili, nina baba yangu kule mfanyie wepesi Mungu naye atakusikia. Ndugu zangu watukufu Waislamu, kikubwa ni katika malezi. Tuamke tufunguke, tuwekeze sana kwa Mungu kuliko kuwekeza sana duniani, kwa sababu hii dunia so twajua kwamba tutaiacha, sote twajua kwamba dunia tutaiacha, lakini hakuna rasilimali kubwa kama asilimali ulioianda wewe mwenyewe ikaeta taathuri kule ulikokwishakufa, lakini kule bado wewe waingiziwa, lakini ni mbaya zaidi kwa waingiziwa mabaya, afadhali uingiziwe mema. Kwa kila mmoja aiangalie familia yake pale ilivyo. Kullukum rai wa kullukum masuulun an raiyatihi, kila mmoja wenu anachunga na kila mmoja lazima aulize kachungaje uchungaji wake wa. Kama wewe ni msimamizi wa watu kumi huwezi kuipata pepo hata ufanyeje Lazima wale watu kumi wote watu washikwe mikono, waulizwe mbele yako, ulimwambiaje huyu? Ah, huyu nifikisha ujumbe, lakini hakufanya tu. Mwenyewe eh bwana, ndivyo yeye, ndivyo huyu naye, mpaka ile orodha iliokuwa pale nyumbani kwako na waliokuwa karibu na, na wewe wote mmalizane, ndio waambiwa wewe sasa umetenda mema, nenda peponi. Lakini hata uwe na mema ya aina gani, ikiwa kuna ambaye ujumbe haukufika Mungu anavyotaka, elewa, kesi haijaisha, hujamaliza kesi kwa hiyo ndio maana nikaona kwamba tuliangalia hili. Iwezekana mtu mtoto unaye nyumbani, fanya juhudi mpaka uzione dalili za faida ya yule mtoto kwanza hapa hapa duniani. Alafu baada ya hapo utajua kabisa kwamba mimi hata nikifa huyu mtoto ana faida na mimi akhera. Usipoona manufaa ya yule mtoto wako hapa duniani usijidanganye. Usijidanganye hata kuombea, bora utendea kwako wewe mwenyewe, na uelewe kwamba umenawa umehimiza kiasi cha kuhimiza mpaka Mungu mwenyewe kaziona juhudi zako kwa yule mtoto, hana kesi na wewe lakini usijidanganye kwamba mimi naswali mimi nafanya kila la kufanya, watoto washapo watu wazima, wale huna habari nao. Si kweli, sio kweli, Waislamu. Kwa hiyo lazima msingi wa watoto uonekane kwamba hapa hapa duniani ukoje, ndivyo Mwenyezi Mungu naye hata kurehemu siku ya Kiyama. Ndugu zangu wa Islamu, ili tujishilizie hapa, lakini tumwombe Mwenyezi Mungu basi atufanyie wepesi, tuwe katika watu ambao wanasikia maneno na kupata yaliyo mema, na yale ambao katika mapungufu, basi tuweze kusameheana kama wanadamu, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na mwisho mwema inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.